Ni usiku usio wa kawaida, ni usiku wa pekee, ni usiku ambapo kila mtu bila kujali kabila, lugha, dini, bila kujali kitu chochote, kama wewe ni binadamu, usiku huu ni wa pekee kwako kwa sababu ukombozi umekamilika. <coughs> Kazi ya ukombozi imekamilika. Ninyi wenyewe mmeshuhudia matukio yaliyofanyika katika usiku huu, mambo mengi yaliyofanyika usiku huu. <coughs> Ni usiku mtakatifu na kati ya mambo yaliyofanyika ni kuendelea kukumbuka historia hadi mahali fulani tulipofika, tukatangaza kwamba Bwana amefufuka. Na kwetu sisi tukio la kufufuka au tangazo la kufufuka tunalitangaza kwenye haya mambo mawili. La kwanza kabisa ni utukufu, na ndio wimbo ambao unaashiria ukuu wa Mwenyezi Mungu na matendo yake yote kukamilika. Tulipoimba utukufu, ndipo tunasema kwamba tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kufufuka limekamilika. Ndiyo maana katika ibada ya misa hii tunayoendelea nayo sasa hivi, mambo yale yote tulikuwa tumeyafunga, tunasema yamenyamaa. Leo katika ibada hii ya misa wakati ule tunapoimba utukufu, kwa maana kwamba tunatangaza. Nimesema kuhani pale atangaze wazi, wa kwanza kuimba utukufu, ili iwe ndio tangazo lenyewe, na Bwana Yesu amefufuka. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Kumbe na stahili za kuangeni herini kwa siku ya Pasaka. Yeah, yeah. kuhani akaruhusiwa officially kutangaza upya na kurudia upya icokaa <coughs> tumesimamisha kwa muda mrefu kinachoeleka utukufu kuimba aleluya. Kumbe wimbo mkuu unaotawala leo hii kuanzia wakati ule ni aleluya, maana yake sifa kwa Mungu. Tunaposema sifa kwa Mungu tunamtukuza Mungu ambaye amekamilisha ile kazi ya ukombozi. Nimesema mwanzoni kwamba watu wote usiku huu, kila mmoja, bila kuangalia dini, bila kuangalia kabila, bila kuangalia lugha, wote tumepokea wokovu, tumepokea ukombozi. Anayekataa ni yule ambaye anakataa kwa hiari yake mwenyewe, lakini amekombolewa Yule mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyekataliwa na kupigwa, wakipiga kelele watu wengi wakisema, asulubiwe, asulubiwe, kwa kukataliwa. Sasa leo hii ndiyo huyo huyo, kwa tukio hili anaimbiwa aleluya, anaimbiwa aleluya, kwa maana kama ni sifa kwa Mungu aliyedhaniwa kwamba ni mmoja wa halifu na kuwa ni laana, kwa kuwa alikufa kifo cha laana cha msalaba, sasa hivi ni mfalme. Kwa ibada hii ya leo, watuki leo anaimbwa utukufu na, na tunaimba utukufu na tunatawaliwa na neno haleluya, kwa kuwa inastahili Kumbe basi Kristo amefufuka, na sisi tunaimba haleluya, na ujumbe unota ndio huo. Siku ya leo Kristo amefufuka kweli kweli, naye ni Bwana. Liturujia hii ya leo ya usiku huu mtakatifu, kama tulivyoambiwa, ina vipengele vingi hivyo vipengele ndio vimetuelekeza kufikia tukio hili. Tumeambiwa habari za mwanga kule nje, tukisomewa historia nzima ya mwanga na ile desturi ya moto tuliyokuwa tukiadhimisha pale nje. Tukaelezwa vizuri katika usiku huu ndiyo habari za kujadiliana kwamba tumeingia kwenye giza na kwenye giza hilo tumetolewa hii desturi ya moto. Tusisahau, sitarudia ile nisema pale nje, lakini kwa maneno machache, desturi ya moto tulioadhimisha pale nje, ambayo umetupeleka kwenye tukio hili, ni desturi ambayo inatuonesha uhalisia wa Mungu katika giza. Somo la kwanza tulipokuwa tunalisoma, tumefika mahali tukasema, Mungu aliumba kila kitu na alianza kuumba kuumba ulimwengu ukiwa kwenye giza, alafu akaumba mwanga. Kwa kuumba mwanga, yeye ni mwanga, aliingia kwenye ile dunia, mwanga ukaweka hamna namna nyingine akusema hivyo, yeye aliye mwanga akaumba kila kitu lakini akaingia mwanga ukawepo, ndio kutangaza kwamba Mungu aliumba mwanga akaumba vitu vyote tulivyofisikia. Akasema vyote ni vizuri. Kumbe desturi ya ya, ya ya ya moto ni kurudia historia nzima ya tangu mwanzo kumwona Mungu kama mwanga, na sisi tukiwa tumeingia katika kiza lile pale nje tukawasha ule moto na tukawasha na mshumaa basi Pasaka bao kwao, mpaka sasa hivi tumefika hapa, tukaimba, tukapiga ile mbiu ilivyopigwa, imehusifu ikielezea umuhimu wa wake <sighs> ikielezea umuhimu wa hiyo mbiu ya huo Yaw, mshumaa na ukiwa kama nira inayoongoza ambayo ndiyo Yesu Kristo mwenyewe kule mwanga. Huyu mshumaa wa Pasaka kama ambavyo tumeubeba tukiimba mwanga wa Kristo, na zile alama tulizozeta pale nje tukizifuata kama zilivyoelekezwa na desturi ya Kanisa, maneno yalioko ya msingi kabisa ambayo tunayasisitiza mpaka sasa hivi ni Mungu Yesu Kristo alfa tukasema alfa na omega. <laughs> Hizi ni zile herufi za Kigiriki ambazo tunazifahamu. Alfa ni herufi ya kwanza kabisa, omega ni ya mwisho, kutaka kusema kwamba Yesu Kristo ni mwanzo na tunaweza kusoma historia tangu mwanzo, tuko tunasoma mambo yote hayo, tunamsoma yeye ambaye alikuwepo kabla na akawepo, aka, aka, aka na sisi na hata sasa, sasa hivi pamoja na sisi na ndiye mwisho wa kila kitu. tulipokuwa tunafuata hayo, tunajikumbusha kwamba huyu ambaye aliyeteswa akachopa akatengenezewa madonda matano, ndiyo tuliyoyakumbuka pale nje kwa madonda yake, tukayaelezea. Haya madonda ni alama ya sadaka ya Yesu Kristo mwenyewe na kututhibitishia kwamba huyu ambaye aliyeteswa alafu akafa mwenye haya madonda ndiyo yeye amefufuka, si mtu mwingine. Na habari za kufufuka kwa Yesu si maongezi ma ma ma ma ma ma ma ma kwa haya tuliyoonyesha kama madora yake kwamba katika kufufuka tumemtaja na madora yake tukamwone ndiyo huyo ambaye aliyeteswa na kufufuka na si hadithi. Kumbe huu mshumaa, mambo yote yaliyotajwa pale yanamwelezea mpaka alipofariki msalabani, na huu mwanga ambao tumetumba nao unamshuhudia kwamba ndio yeye amefufuka na sisi sote tu mashahidi wa jambo hilo. Na jioni hii usiku huu, dunia nzima imekutana kulisifu jambo hilo na kuliheshimu na kuliabudu, fumbo la Mungu, Mungu mwenyewe mun, aliyejifanya mtu kutukomboa na kurudi upya na kutufanya sisi tuwe wapya. Sasa tunapoongea si aliyekufa tena, bali ni aliyefufuka. Kama tulivyosikia katika somo la Injili, wale wakina mama walivyotoka asubuhi sana mapema, tumetajiwa majina yake. Wote hawa walipokwenda pale kaburini, wakiwa wanataka kwenda kwa desturi, kama desturi yao ilivyo, kwenda kumpaka marashi manukato walipofika, tukaambiwa kwamba wamekuta jiwe halipo. Hii Injili ya Luka inaelezea kwa mtindo wake, jiwe limekwisha kuviringishwa, wapo watu wawili wamevaa mavazi ya ajabu. Hawajawaambia kitu, hadi wamechungulia, wakaona kwamba hakuna mwili wa Yesu. Ndipo wanapouza mnamtafuta nani? wanamjibu wanamtafuta, kwa hofu lakini wanamtafuta Yesu. Anawambia, unamtafutaje Yesu, mtu aliye hai katika wafu? <coughs> sentensi inayoshuhudia wa kwamba ninyi bado kichwani mwenu mna habari za kufa, hamjui kwamba kuna zaidi ya hilo Mnamtafutaje mtu aliye hai katika wafu? Hamkumbuke alivyowaambieni hajawahi, hajawaambia mkamtafute kaburini. Hakuwahi kusema wala hakuwahi kuelekeza kwamba mmtafute katika mazingira ya, amesema mumkute Galilaya, kumbe haiko hapa, endeni Galilaya kama alivyokuwa amewaambia na jinsi ambayo haikuwa kawaida wakinamama kutangaza habari njema, na wenyewe wanaondoka wanapeleka ujumbe huo kwa mitume kuambia habari zile walizoziona kwamba yu hai. Habari hizi kuambia wananchi wanaume kwamba mtu yu hai ambaye amekufa mbele ya watu wote ni kichekesho, lakini Peso hakusikitika wala hakuonyesha kukubali haraka haraka, ila alienda kushuhudia, akafika, akaona kumbe ni kweli, akaondoka mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa na sanda tu, lakini hakumkuta Yesu, akawa pamani. Leo kama nilivyosema, tunakusanya yote yaliyopita na kuyaweka pamoja katika sherehe hizi, tukiwa na Yesu Kristo aliyefufuka, tuna furaha. Kama kuna mahali ambapo katika maisha yetu ya Kwaresma tulikuwa tumesikitika, tumechoka, tumeomboleza, tumeteseka, leo anatuambia yote mlio yafanya katika masikitiko, katika mateso, katika maangaliko, kufunga na kujitesa, <coughs> yote hayo zawadi yake ni ufufuko. Yanazawadiwa tukio la maisha mapya, na tunapozawadiwa tukio la maisha mapya, msisahau, tunafanywa upya kwa yale tuliyoyafanya. Yeye mwenyewe anaturudisha, tunakuwa wapya, na tusifikiri fikiri tu kwamba tunafanywa upya kwa kufikirika, bali kwa matendo. Kumbukeni na msifikiri kwamba mlifanya juujuu, kama mlifanya kufunga kweli na ikawa ni tukio la kweli ambalo lilihusika li, li, li, li, na mwili wako. Leo anakupa faraja kwamba haukufanya bure, haukuteseka bure, haujapoteza muda wako. Leo anza kuonja mafao yatokanayo na mateso yako, kwamba umekuwa mtu mpya. Unaelewa maana ya mafao yatokanayo na mateso yako mafao yatokana na mateso yako ni thawabu inayotokana na yale majitoleo yako ya kweli kabisa. <coughs> Mwenyezi Mwenyezi Mungu leo anayapa heshima na kukuambia umefanyika mpya. Kwa kufanyika mpya, nayo si hadithi tu bali ni zawadi ya kuendelea kuishi hivyo hivyo, ukiwa na furaha ya kufufuka, lakini mkijua kwamba mzigo wa mateso unao siku zote kama sehemu ya majitoleo na majifu na, na majiundo ambayo kwayo unakuwa mpya kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Ni yeah. jambo la furaha hilo ni jambo la furaha kwa sababu tumejifunza na <coughs> kila kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema amefufuka, na sisi tumefufuka pamoja naye kama ni kweli tunaliamini hilo, ufufuko si leo tu. Leo tunafanya kama kanisa kwa pamoja, kama jamii ya binadamu kwa pamoja, lakini tukio la kufa na kufufuka linaendelea kuvikwa taji kila siku kwa tukio hili la Yesu Kristo kufa na kufufuka na kufufuka naye Kumbe kazi hii inaendelea, mapambano yanaendelea. Masomo tuliyosoma yale ya, ya ya, ya kitabu cha Kutoka moja a Kutoka linatuonyesha jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ameingia ameingilia kati katika safari ya mateso ya Waisraeli, ameingilia kati katika kuteswa kwao miaka mingi kule Misri na alipoingilia kati akatengeneza mazingira ambayo sisi pia tuliyajadili siku ile ya Ijumaa kuu na ya Alhamisi kuu. <coughs> Hivyo tunafuatilia mateso yake ambayo ndio jana, jinsi alivyowakomboa kwa mwanakondoo na damu na kadhalika, akawafikisha huko mbele ya safari akiwalinda muda wote, na hilo halijaishia pale tu. Masomo mengine kama Isaya na Yeremia na mengine ambayo tumeyasoma yanatuonyesha jinsi ambavyo Mungu amekuwa akiingilia kati katika maisha yao, walipokuwa wakianguka akawainua, wakianguka akiwainua, hakuwaacha hata kidogo. <coughs> Lakini lilo kubwa kabisa ni lile la mwanzo, akawasimamia mpaka wakawatoa utumwa wa Misri walipokuwa wanateseka, na hata baadaye akawavusha katika bahari ya shaha ja. Ule uvushaji umenifurahisha sana. Tumesikia kwamba walikuwa wanafukuzwa nyuma na Wamisri waliokuwa wamebeba mamifaa ya heshima. Unajua, serikali yenye nguvu serikali ya Farao, mafarao ambao walikuwa wanafahamika wasomi wa zamani, wajuzi, ambao pia tumeambiwa walikuwa wanajitahidi kushirikiana kutengeneza miujiza itakayopambana na miujiza ya Mungu alipokuwa akiwakomboa Waisraeli. Kumbe ni imara sana, wale walikuwa wale watu, na ndipo wako na manufaa yao na silaha zao na farasi zao lakini wale wa Israeli walikuwa wako vizuri, wanekevu hawana kitu chochote, ni miguu yao na sala zao. Tumesikia katika ile somo la kwanza, somo la, la la tatu, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amewavusha wa Israeli, lakini wale wa Misri wenye nguvu wenye kila kitu wakateketea, kwa kitu kidogo sana, kwa maji. Hii inanipelekea leo hii ni seme kwamba Mwenyezi Mungu ana nguvu za ajabu ambazo hatupaswi kuzichezea. Lile jeshi la Wamisri ni jeshi kubwa, na tunasoma kila siku katika sala ya Zaburi, <coughs> si farasi, sio nguvu za farasi zinaweza kumwokoa mtu, bali ni nguvu za Mungu, na huyo mtu ni pamoja na sala zake. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya Pasaka Nataka kusema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayetuletea na kutufikisha hapa, na ndiyo yeye huyo huyo ambaye tunamgeukia na kumwomba atuokoe na janga la matumizi ya nguvu katika kuangamiza binadamu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuokoe kama ambavyo tumekuwa tukisali. Hii Pasaka ya mwaka huu ni pasaka ambayo imeingia katika dunia ambayo watu wanasherehekea Pasaka, lakini wapo kwenye nguvu, ningeziita nini, nguvu za kishetani. Watu wanatawaliwa na nguvu ambazo mimi nimeziita nguvu za kishetani, kama hizo nguvu za kimataifa tunazoziongea, tunazoziongelea, tumekuwa tukisema kiongozi wa kiongozi wa Waisraeli Netanyahu anavyoomba wa watu, tunaomba Mwenyezi Mungu aingilie kati awaokoe kama alivyowaokoa siku za nyuma, kwa kuwa wao wana masilaha mengi, lakini wale wanao tusikaona kitu chochote, kama taifa tukiomba Mwenyezi Mungu aipatie nchi yetu amani na utulivu, lakini mimi ninaomba Mwenyezi Mungu atupatie mazingira ya kutenda haki, sio kutupatia amani ya kutufunika katika mateso. Kumbe Mwenyezi Mungu alete asaidie nchi hii, wananchi watende haki, ili amani iwe ya kweli.